Baada ya wabunge nchini Somalia kupiga kura na kumchagua rais wa sasa Hassan Sheikh Mohamud, wengi walidhania kuwa ni hatua mojawapo ya kurejesha amani nchini Somalia. Mji wa Mogadishu ukawa tayari umeanza kusherehekea na utulivu kushuhudiwa, lakini siku mbili baada ya uchaguzi huo tayari Mogadishu imeshuhudia mlipuko mbaya unaodaiwa kutekelezwa na mlipuaji wa kujitolea mhanga. Watu saba wamefariki wakiwemo wanajeshi wawili wa Somalia na wenzao wawili wa vikosi vya AMISOM kutokana na shambulizi hilo la alasiri ya leo. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabab limekiri kutekeleza shambulizi hilo lililotokea nje ya hoteli ya Jazira alimokuwa Rais Hassan Sheikh Mohamud. Kwa mujibu wa taarifa kutoka AMISOM, walipuaji wawili waliuawa wakijaribu kuingia ndani ya hoteli hiyo. Waziri wa masuala ya nje wa Kenya Profesa Sam Ongeri alikuwa hotelini humo pamoja na Rais Mohamud na alikuwa amezuru Somalia ili kuwasilisha ujumbe wa pongezi kwa rais huyo mteule kutoka kwa mwenzake wa Kenya, Rais Mwai Kibaki. Taarifa kutoka wizara ya masuala ya nje inasema kuwa Ongeri na ujumbe wa Kenya wako salama na wanatarajiwa nchini baadaye usiku wa leo, siku ya Jumanne. Kundi hilo la Al-Shabaab likiri kuwa uchaguzi wa rais sheikh Mohamud umefadhiliwa na maadui wa Somalia na hivyo wao hawaafikiani na uchaguzi huo. andas Ihachi Citizen ipashe.